Ndiyo, tulikuwa ofisi ya Oval wakati mkutano kati ya marais Trump na Zelenski ulipogeuka kuwa ni malumbano, kitu ambacho nilikuwa sijawahi kushuhudia kabla ya hapo ndani ya White House. Ikiwa Oval, nilimuuliza Trump na Zelenski juu ya uwezekano wa kufanyika mkutano wa pande tatu na Putin. Trump alikataa wazo hili na akisema itakuwa vigumu kwa sababu hao wawili wanachukiana. Tukio la dakika 40 mbele ya waandishi ambalo halikutarajiwa kujibizana huko kuligeuka kuwa malumbano makali wakati makamu wa Rais Vance alipomshutumu Zelenskyy kwa kutokuwa na heshima. Zelenskyy alijibu akibishana kuwa Putin alihusika kwa kuwaua wa Ukraine na alikuwa anakataa kubadilishana wafungwa. Ni aina gani ya diplomasia unaizungumzia? JD aliuliza. Rais Zelenskyy alimwonyesha Rais Trump picha za maafa za wafungwa wa vita wa Ukraine kufuatia kushikiliwa kwao huko kwa kwa kwa Russia. Vance alikataa hilo akisisitiza kuwa diplomasia ambayo aliigusia ina lengo la kuizuia Ukraine kuangamizwa alimwambia Zelenski pamoja na kuzingatia yote hayo ilikuwa siyo sahihi kuleta hoja hizo ndani ya ofisi ya Oval na kujadili hayo mbele ya vyombo vya habari vya Marekani. Vens aliendelea kusema kuwa Ukraine ilikuwa na tatizo la rasilimali watu na kuwa Zelenski lazima amshukuru Trump. Zelenski alijibu kuwa Vens alikuwa hajawahi kukanyaga ardhi ya Ukraine kushuhudia vita hivyo yeye mwenyewe. Wakati fulani, balozi wa Ukraine nchini Marekani, Oksana Markarova, kwa ufupi, alifunika uso wake kwa mkono wake wakati hisia zilizokuwa zipo juu. Nilichukua picha hiyo pale pale. Wakati tunaondoka ofisi ya Oval, nilimuuliza Rais Zelenskyy kwa Kiukraine kuhusu hisia zake, alijibu kwa kunyanyua kidole juu. Kufuatia malumbano hayo, Zelenskyy alisitisha ziara yake na Trump alikatiza mazungumzo. Wakati anaondoka tulimuuliza maswali kuhusu mustakabali wa makubaliano ya madini ya Ukraine lakini wote Zelenski na ujumbe wake hawakujibu. Afisa wa White House baadaye alithibitisha kuwa mkataba wa madini